Maafisa elimu ya watu wazima wa mikoa na elimu maalum wamekutana mkoani Mwanza katika kikao kazi cha siku mbili kwa lengo la kujengewa uwezo katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Ernest Hinju ambaye ni mkurugenzi msaidizi ofisi ya Rais Tamisemi anayeshughulikia elimu maalum, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi amesema kuwa mafunzo hayo yamekuwa na manufaa makubwa katika kuinua kiwango cha elimu nchini. Kwa jina naitwa Mwalimu Ernest Hinju, ni mkurugenzi msaidizi wa ofisi ya Rais Tamisemi nayeshughulikia elimu maalum, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Sasa kikao chetu cha leo ni kikao tulichoaita maafisa elimu ya watu wazima wa mikoa lakini na maafisa elimu maalum mmoja kutoka kila mkoa. Lengo la kikao chetu hiki ni kuweza kuwaboresha hawa watendaji wetu wa kada hizi mbili, ili waweze kumudu kazi zao katika maeneo tulowapangia, lakini kuweza pia kunyanyua elimu kwa ujumla nchini. Aidha, ijulikane, watu hawa ni wasaidizi wa maafisa elimu wa kule halmashauri, lakini pia wasaidizi wa maafisa elimu mkoa, ofisi ya mkoa, mikoa kwa hiyo wanapata mafunzo kama haya, ndio anasaidia kwa nguvu sana kuinua elimu nchini. Kwa hiyo kama ambavyo mmeona wakati tunafungua kawiki, tumeeleza kwa magawiki, ni mwendelezo tulikifanya mwaka jana Morogoro, leo tunafanya hapa Mwanza. Na tulialika wajumbe kama hawa, na utaona tumepata tathmini ndogo, tumegundua kwamba kumekuwa na tija kubwa kile cha mwaka jana. Kwa mambo mengi katika kanda zao zimekuwa nzuri zaidi. Leo tunapoongea idadi ya wanafunzi wenye mataji maalumu imeongezeka sana. Ilikuwa inatoa mfano msingi, lale, adi kwa mfano msingi kutoka elfu ishirini na nane hadi laki moja na kumi na moja kwa shule za msingi huko sekondari elfu kumi na moja hadi 16. Hiyo ni baadhi ya, ma, ya, ya mafanikio, lakini tumeweza pia kufanya upimaji wa watoto hawa zaidi kuliko mwaka jana, lakini uandikishaji umeendelea kuongezeka, lakini utona pia eh, hasa kwa serikali yetu e, eh, ya Mama Samia ndio Samia Sulasa ni imeweza kusaidia kuongeza vifaa nimeeleza pale, imeelezwa kwamba zaidi ya bilioni kumi na moja kwa miaka mitatu zimetumika kununua vifaa kwa ajili vifaa saidizi kwa ajili ya wenye mahitaji maalum. Lakini tumeeleza kwa mafanikio mengine, tumefungua vituo vya kujifunza kwa elimu ya watu wazima, lakini tuna vituo vya iposa. Mambo ni mazuri sana ndio maana tumeitana tena leo mwaka huu, lengo ni kuboresha zaidi. Jambo ambalo mnatakiwa kufahamu ni haki ya kila Mtanzania kupata elimu, awe katika hali gani tunachojifunza hapa ni mbinu za kubainisha wale watoto wenye mahitaji maalum na kuhakikisha wanakwenda shuleni. Ukiangalia miaka yote tumekuwa tukifanya shughuli hii katika mikoa yote. Kwa mfano mkoa wangu wa Kilimanjaro tumekuwa tukifanya kazi hii na ina ufanisi. Watoto wenye mahitaji maalum wamejiunga shuleni, wamekuwa wakifanya vizuri, sio kwa sehemu moja tu, lakini katika mambo mengi, kwa mfano hata kwenye michezo kwenye elimu na kwenye michezo anashiriki. Labda nianze tu kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, amejenga shule sasa nzuri zenye miundo mbinu nzuri na vifaa vya kutosha kwa ajili ya watoto hawa. Kwa hiyo mzazi asiogope kumpeleka mtoto shuleni, kuna kila fasiliti kila aina ya vifaa ambavyo vinastahili kwa mtoto huyu kuweza kusoma katika hali ya urafiki kabisa, tofauti na miaka iliyo mbili. Ninyi wenyewe mnashuhudia shule nyingi zimejengwa sasa ambazo zina miundo mingine mizuri ya mtoto huyu kusoma bila shida yoyote. Kwa hiyo wazazi wasiogope, wasiwaficha watoto, wawatoe watoto waende shuleni. Tena ingewezekana, wangewaleta wao wenyewe badala ya sisi kuwafuatilia mpaka Yeah, yeah, yeah. Cyprian Magupa Daily News Digital Mwanza.